Serikali ya kaunti ya Mombasa imetangaza hatua kali za kiusalama barabarani kuelekea msimu wa Krismasi na mwaka mpya katika juhudi za kukabiliana na ongezeko la vifo vinavyotokana na misururu ya ajali barabarani. Afisa mkuu wa kitengo cha kukabiliana na majanga katika kaunti ya Mombasa Ibrahim Basafar amesikitishwa na idadi kubwa ya vifo barabarani akibaini kuwa takriban watu elfu nne na mia tano tayari wamepoteza maisha yao barabarani. Blow aisa na, na so, tutaanza al kushika zile gari ambazo ziko on road wasi. Hatutaki sheria hii ya mara hii tuwe na majanga Mombasa. Hatutaki sheria mara hii tuwe na watu ambao watakosa life ama muta, taenda hospitali ama ukose kiungo cha, cha mwili. So it's a strong notice from Mombasa County Government. Na ukiona leo tuko na wote tuko na Kenya Police, National Police Traffic, NTSA wako hapa tuko na watu wenye matatu wenyewe kuna St. John's, kuna huyu wa health, watu wa, wa watuktuk kwa hapa matatu. So we are sending this message. It's a strong message from Mombasa. Mara hii atutacheka na nyinyi. And and today we gather here with the uh, the the people of Mombasa, the Kenyan community and the global community

You're not distracted. You don't have earphones or you're talking and you don't look at what is happening on the road before you cross. When as a pillion passenger, before you board that boda boda, do you ensure that, you know, do you ask yourself how many people are on this boda boda before you board? Ama munaingia mkiwa watu kumi and you end up crashing. Do you have a helmet? Are you wearing a jacket?